Hello, nipo Tanga hapa sehemu moja inaitwa Muheza. Na leo nakwenda kuwaletea tofauti kati ya watu wa Tanga, Muheza na Warangi wa Kondoa. Najua siku zote kwamba inafahamika kwamba watu wa Kondoa na hapa Tanga mara nyingi vitu vingi wanafanana. Kuna ufanano fulani ambao unafanana sana. Na mara nyingi pia, uh, Warangi kutoka Kondoa wamekuwa wakija hapa Tanga kwa ajili ya kusoma madrasat mara nyingi wanapomaliza vijana form 4 ama darasa la saba basi, wanakuja hapa Tanga kusoma katika vyo vya Kiislamu kama Tamta na vingine hapa Tanga, miaka na miaka, tangu enzi na enzi. Kwa hiyo wakafanya intermarriage kati ya Warangi na watu wengi wa hapa Tanga, wamezaliana, wanafanana. Hii ni kwa sababu pia wanafanana tamaduni zao. Sasa leo nakuja kuwapa tofauti ya watu wa hapa Tanga na watu wa Kondoa. Tofauti kwenye masuala ya majengo yao a majengo infrastructure zile, tofauti kwenye tradition zile, I mean mila na desturi za hapa Tanga, tofauti kwenye food cha vyakula vyao, wanakula vipi, tofauti kiuchumi, tofauti ki, mambo mengi nitawaletea hapa, na hii itakuwa ni part 1 na ukinifollow, basi utaweza kupata vitu vingi zaidi. Hiyo ni Muheza kama ambavyo unaona jinsi ambavyo imependeza. Uh, watu wa Tanga na, na hapa uh, wa Kondoa wanafanana, naweza kusema uh, ukiona hapa uh, kuna misikiti mingi hapa Muheza kama Kondoa tu vile vile. Tofauti ya kwanza unakuta kwenye vyakula. Unaona hapa Tanga kuna nazi nyingi sana. Unaona nazi, kuna ndimu, kuna machungwa, vitu ambavyo huwezi kupata Kondoa Unaona, kuna parachichi. Kwa hiyo napokuja kwenye swala la neema ya vyakula, matunda, Tanga wako na ardhi nzuri sana. Wanapok, wanapata, wanalima matunda mengi sana, mandizi mengi sana. Misikiti, unaona? Kwenye upande wa miskiti kati ya Kondoa na Tanga ni sawa kabisa, isipokuwa Kondoa kumezidi. Kondoa kila ukitembea baada ya nyumba mbili tatu utakutana na msikiti. Angalia msikiti mwingine hapo, nimezunguka huku na msikiti hapa Muheza, nazunguka huku pia, kuna masjidi nyingine ni sawa lakini Kondoa imezidi kuwa na misikiti mingi. Follow for part B, part 2.